Mimi ni Bongozozo, niko medeji Colombia. Nikakutana na huyu mama amevaa bendera Tanzania. Sasa nataka nimuulize, wewe ni wa wapi? Wewe weendelea, mimi nikufundishe fundishe, naongee tu mimi, wewe sura sura, mimi mimi mimi. Sasa Colombia, na na jamaa jamaa amevaa amevaa bendera bendera ya ya Tanzania, niko naendelea tu kutafuta warembo warembo warembo, unajua wanahitaji, lakini yuko vizuri. show me, nimeuza, siongee si maswali sawa so. Haya, jaribu mimi ni Bongo Zozo nimefika hapa Medellin Colombia, na nilikuwa kwenye harakati ya kutafuta warembo warembo toka hapa kwa sababu hii mji imefanana imejulikana kwa kuonekana kwa warembo, ila hapa nimekakutana na huyu jamaa ambaye amevaa bendera ya Tanzania. Umemona kabisa huyo. Wewe ni unaitwa nani na wewe umetoka wapi? Mimi naitwa Bongo Zozo eh. Wewe iga tembo utapasuka msamba ojo. Ah, isiumiza